Na tukisonga mbele, wakazi wa Namanjalala sasa wanataka serikali kuwatafutia makazi mbadala ili kuwaondolea dhiki ya mafuriko inayohatarisha usalama wao, kuwasababishia hasara kila mwaka. Mike Msikoyo anaarifu zaidi. Wa Namanjalala wameanza kurejea makwao na kukumbana na taswira kamili ya athari za mafuriko hayo. Elizabeth na Machanja ni kati ya wanaokadiria hasara kwani mafuriko haya yamemwacha bila pa kuanzia. sijui niongeaje kweli, vitu zangu vimeenda na maji, chakula, ng'ombe, kuku, hata sina mahali yenye nalala, ananitakaa mahali yenye, sina chakula, sina mahali yenye nendochisaidia ninakaa kama mtu mwenye sina sinaoatumie. Sie mtu wa serikali anasema kwa takribani miaka ishirini ameshindwa kustawi kiuchumi na kimaendeleo kutokana na mafuriko haya ya kila mwaka, na sasa amekata kauli ya kutaka aondolewe mzigo huo kwa kutafutiwa makazi mbadala. Sasa naomba serikali nisaidie, nisaidie upande yenye naweza kuishi mahali pazuri, nyumba ikaweza kunijengea hataan na pali yenye inaweza kaa na maisha mazuri. Mali hapa tumeadhirika zaidi ya miaka ishirini. Haya maji huja yanaharibu vitu yakienda, lakini saa hii kama wakaaji wa maliki, tumeamua serikali itupatie permanent solution. Kama inaweza chukua haya mashamba yetu itununulie mali pengine, hakika sisi tuko ready kuenda mbali na hasara hiyo. A mamilioni ya pesa kwa wakazi hawa. Hofu yao ni kuwa bado wametakiwa kujitahadharisha hata zaidi kutokana na uwezekano kuwa mvua hiyo huende ikaendelea kunyesha na hata kuendeleza uharibifu. Uh, tunatajira hii mvua ombe itaendelea na tunaomba watu wetu waendelee kuwa waangalifu. Uh, uh, na wakati tunatoa mwito kwamba waondoke kwenye heri ya mafuriko watutakia uh, watu wakue na, na pingamizi nyingi. Watu tulikuwa tumelima mahindi yalikuwa mazuri, lakini yameenda na maji iko mifugo ambayo tulikuwa tunakamua mahali hapa, zote zimeenda na maji. ukiweka kuku uweke na nyumba vile mabati zimeenda. Hizo hasara zote zimekaribia shilingi milioni mia moja, kulingana na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, ambaye amezitembelea familia zilizoathirika na kutoa msaada wa vyakula. Watu elfu ishirini wamaathirika, huku watu mia saba wakiendelea kusalia kwenye kambi. Tumewanakili kwamba wamekuwa wameadhirika na haya haya mafuriko ni watu elfu sita na mia tano, eh, yeah those are households 6500, so ukipiga hesabu kama household moja iko na kama watu wanne. Naona almost 20000 plus wale ambao wame, wameadhirika lakini wale ambao wamekuwa displaced, wale ambao tumekuwa tunatembelea wako katika camps ni almost 700 uh, people ambao wanahitaji food, and and non-food uh, items. Mike Mskoyo West TV kutoka wadi ya Kapomboi eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia.